Habari mwanafunzi wangu. Uh, leo ni tarehe ishirini na saba. Umeona hii dawa, hii dawa ni ya kufuta makovu madoa, kuanzia ya mshono ya tete kuanga, aleji, makovu ya kujikata. Umeona, hii ndo dawa yake hii. Kwa hiyo hii unaitikisa, sawa Alafu ndio unatumia kupaka usiku wakati wa kulala, kwa sababu hii inaacha rangi nyeupe kama vile dawa ya uh, kama umepaka dawa ile ya tete kuanga zile. Eh, kwa hiyo hii inaacha rangi nyeupe, kwa hiyo ndio maana unapaka usiku wakati wa kulala, asubuhi unaoga. Ikiingia kwenye mwili na mtindo, kama ina washawasha kidogo. Kwa hiyo utaivumilia hizo, eh, ndio side effect zake, lakini inafuta makovu yote hii nimeitengeneza kwa ajili ya kwangu mimi, ujazo wa lita moja. Nina makovu eh, nataka nifute haya na haya ya mguni, haya yote haya haya, nataka niafute ni yote ya mwili mzima, mpaka ili hapa nataka nilifute. Hii nimeitengeneza kwa ajili ya kwangu mimi. Kwa hiyo na wewe ukipenda hii basi nitakuandalia hii yeah. Nitakuandalia hii ujazo wa lita moja na inatumika kufuta makovu ya namna yoyote katika mwili, yaani makovu ya namna yoyote yale katika mwili wako inshallah. <laughs> Karibu sana babu yako hapa.